Waziri Mkuu wa Hispania, Pedro Sanchez, ametoa wito mzito akitaka Israeli iondolewe kwenye mashindano yote ya kimataifa ya michezo. Akihutubia wabunge wa chama chake cha Socialist Workers Party, Sanchez amesema, Israeli haiwezi kuendelea kutumia majukwaa ya kimataifa kuficha sura yake halisi. Amefananisha Israeli na Urusi ambayo iliondolewa kutoka mashindano ya kimataifa baada ya kuivamia Ukraine mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Kauli hii imeamsha hasira huko Tel Aviv. Waziri wa mambo ya nje wa Israeli Gideon Saar alimwita Sanchez aibu kwa taifa lake na kumtuhumu kwa kuchochea maandamano ya kuunga mkono Palestina. Maandamano hayo yalisababisha kufutwa kwa hatua ya mwisho ya maandamano maarufu ya baiskeli Vuelta a Espana ambayo timu ya Israeli ilikuwa ikishiriki. Sanchez alisifu maandamano hayo akisema yanaonyesha kuwa Hispania inang'ara kama mfano fahari katika kupinga mauaji ya Gaza. Takribani watu laki moja walishiriki maandamano hayo, huku maofisa wa serikali wakiyataja kama hatua ya haki. Waziri wa mabadiliko ya kidijitali Oscar Lopez yeye amesema kuwa ni mauaji ya kimbari na hayana jina jingine. Sasa mjadala huo umehamia hadi kwenye muziki. Waziri wa utamaduni wa Hispania yeye anasema kuwa Israeli inapaswa kuondolewa kwenye mashindano yajayo ya, jayo ya Eurovision. Tayari mashirika ya utangazaji ya Ireland na Uholanzi yamesema hawatashiriki iwapo Israeli itajumuishwa. Hali hii imezidi kuzoofisha uhusiano wa Hispania na Israeli, hasa baada ya Hispania kuungana na Norway na Ireland kuitambua rasmi palestina kama taifa mwaka elfu mbili na ishirini na nne sasa dunia inasubiri kuona je mataifa mengine yatafuata mfano wa hispania una maoni gani kuhusu hatua hii ya hispania je ni sahihi kuweka israeli pembeni ya michezo ya kimataifa tuambie kwenye komenti usisahau like na kusubscribe na kushea video hii asante kwa kutazama mwananchi digital